E bwana, kuna huyu jamaa nadhani, inasemekana kwamba ni MC huko Kenya, na moja kati ya vitu vya ajabu ambavyo amevizungumza mtandaoni ni issue ya kuzungumzia issue ambayo imeshapitwa na wakati tokea mwaka jana. E bwana, hili ni jambo ambalo lili happen kati ya Diamond na Will Paul, nadhani unakumbuka ile issue ambayo ilitokeaga situation ambayo Diamond akaacha kuperform kutokana na fujo ambazo Will Paul alizianzisha katika ile venue. E bwana. Hivi karibuni tumeona Mkenya kutoka nchini humo amekuja Tanzania kuhudhuria katika harusi ya Juksi na Priscilla na huyu anaitwa Bahati. Naye pia ni moja kati ya very popular artist huko huko Kenya. Umeona bwana? Bwana, So alivyokuja huko Tanzania, huyu jamaa ni mzungumzaji katika mitandao ya kijamii, ameamua kuja kulizungumzia hili swala kwa upande wake, akiwa anadai kwamba Bahati amekuja kujipendekeza Tanzania kuja kumwombea ulipo msamaha kwa Diamond, maana Bahati alionekana katika sherehe hiyo ya Juksi akiwa ameshikana mkono na Diamond, na Diamond wanasalimiana na wananongonezana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo basi Wakenya bwana wamemjia juu Bahati kujipendekeza kwa Diamond kwamba ameshusha pride ya Wakenya na ni kama vile ameenda kumwombea msamaha Will Paul. So nataka hapa usikilize hii inshu, maana inaonekana kwamba baadhi ya Wakenya wamechukizwa sana na kitendo hicho cha Bahati kumsalimiana na Diamond Platinumz kwenye finali ya sherehe za harusi ya Juxi na Priscilla JP 2425 huku msanii wao ilipo haelewani kabisa na Diamond Platnumz. Uh, Bahati umetuaibisha sana wewe, Bahati umetuaibisha sana na umeaibisha Wakenya. Right now tuko na janga between Kenya na Tanzania, alafu wewe unaangusha pride ya Wakenya, unaenda Tanzania kuomba msamaha. Unaombea Willy Paul msamaha. Pana, Willy Paul ni kijana mjaluo. Willy Paul ni mtu wako na kiburi. Willy Paul ni mtu tajiri kuliko Diamond. Willy Paul ni mtu afai kuombewa msamaha. Kwa hivyo Bahati, kitu kwanza Bahati umekosa content. Kitu ya pili ulidanganya bibi yako kwamba bibi yako ana talent. Bibi yako akazima nyota yako. Bahati badala uingie studio utoe mziki, kazi ni ku advertise kuadvertise darana. Uh, umetuaibisha sana, wewe Bahati umetuaibisha sana na umeaibisha Wakenya. Right now tuko na jack, so kama ulikosa content ya kwenda naye Tanzania, ungetuambia, but mambo ya kujipendekeza Bahati nako ku kadhalilisha eh, wanaume tafadhali tuheshimiane. wa Kwa hivyo Wakenya hatuhitaji kuomba msamaha yeyote kwa Watanzania. Watanzania ni watu ambao hawafai kuomba msamaha, kwa sababu wao ndio wanafaa kunyenyekea kwetu. Kwa hivyo, Bahati na kungoja Kenya. Ile kitendo ambayo Bahati umefanya ni kitendo ya dharau sana So, kama ulikosa content ya kwenda naye Tanzania, ungetuambia. But mambo ya kujipendekeza Bahati na kudhalilisha eh, wanaume. Tafadhali tuheshimiane. Kwa hivyo wakkoma msamaha yote kwa Watanzania. Watanzania ni watu ambao Yeah, so ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, unazungumziaje hii issue? Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.